Tunapoendea mchakato na zoezi zima la uchaguzi kuna manung'uniko mengi, manung'uniko mengi yanayoacha maumivu katika mioyo ya watu. Watu wanalalamika juu ya mifumo, mfumo ya chaguzi zetu, watu wanalalamika juu ya uwanja sawa kisiasa wakati wa kufanya uchaguzi, watu wanalalamika juu ya sheria na kanuni zilizopo. Ndugu zangu, haitoshi kunyamazia hayo mambo, si jibu. Siku zote panapokuwepo na manung'uniko mahali ili kuleta suluhu ya kweli ni vizuri kuzungumza. Kwa maana hii, nahimiza kwamba wale wote wanaohusika kwa maana chama tawala nivyama, na vyama vya upinzani na serikali, naita meza ya mazungumzo zangu. Anapozungumza watu siku zote, kwanza presha inashuka lakini pia kila mmoja anakuwa ana tayari kupoteza baadhi ya mambo kwa maslahi mapana ya taifa letu, upande wowote unaong'ang'ania. Maana ni wazi tuelewe kwamba hakuna chama chochote cha siasa chenye hati miliki na nchi hii unao watu wengi sana ambao si wanachama wa chama chochote na mojawapo ni mimi. Mimi sina chama chochote na kwa wanai, lakini ni Mtanzania, tena Mtanzania kwa damu. Sisi ambao sio wanachama wa chama chochote na wengine wote vyama visifikiri kwamba wao wow, tu wa Watanzania. Sisi wote ni Watanzania tunaohitaji amani, utulivu na mshikamano katika taifa letu. Kwa hiyo, narudia kusema na ita meza ya mazungumzo, maridhiano, ili kama kuna jambo lolote ambalo alijakaa sawa basi liwekwe sawa, twende kwenye uchaguzi tukiwa wamoja kama Watanzania, na tumalize uchaguzi tukiwa wamoja. Ndugu zangu, si jambo lililofichika, jambo lililo wazi kabisa, hata mjinga analielewa. Chaguzi zilizopita zimenunikiwa kupita kiasi, na hata uchaguzi wa mwaka jana wa serikali za mitaa imenunikiwa kwa kiwango kikubwa, na nami nataka tu nitoe mfano katika kituo kimoja. Sita kituo kimoja sitapataja wameandikisha watu 30. Wakati wa kupiga kura watu waliopiga kura ni watu 300. 3 hao wengine wametoka wapi? Hizo ni dalili zinazoonyesha kwamba chaguzi zetu haziendi sawasawa, zao kama tatizo liko mahali Usikililie kuziba midomo ya wale wanaosema, jamani, kuna tatizo. Tusikilize, tutatue, tukae pamoja kama Watanzania, na twende mbele. Napenda nikumbushe hilo sana, maana zangu, baada ya uchaguzi kuna maisha.